Leo Machi 8 2017, mahakama kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam imeanza kusikiliza kesi ya kikatiba iliyofunguliwa na mwenyekiti wa Chadema Freeman Mboye dhidi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kamishna wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, mkuu wa upelelezi kanda maalum na mwanasheria mkuu wa serikali. Leo Freeman Mboye alifika mahakamani hapo, lakini baada ya dakika kadhaa aliondoka mahakamani kabla ya kesi kusikilizwa, na taarifa zinadai aliondoka ili kuhudhuria msiba wa mama wa rais mstaafu wa awamu ya 4 Jakaya Kikwete hata baadaye kesi iliendelea nje ya mahakama hiyo. Wakili wa Freeman Mbowe Hekima Mwasipu amezungumza na Ayo TV na kusema kesi imetajwa na jaji ameamua hoja zitasikilizwa kwa njia ya maandishi na kesi itatajwa tena Machi 30, 2017. Na naitwa Hekima Mwasipu, ni wakili wa mheshimiwa Freeman Mbowe. Vilevile tuko na mwenzangu hapa, wakili John Maria yes. Kimsingi, kesi ilikuja kwa ajili ya kutajwa, na upande wa serikali walileta maombi yao au hoja zao za pingamizi, ambazo jaji ameamua kwamba hizo hoja zao zitasikizwa kwa njia ya maandishi na watazileta tarehe kumi na saba mwezi wa tatu, na sisi tutawajibu tarehe ishirini na nne mwezi wa tatu ntheni na nao kama watakuwa na hoja za ziada kwa yale ma, ma, kwa hayo mapingamizi yao Then wataleta tarehe thelathini mwezi wa tatu ambapo ndo siku kesi itakuja kwa ajili ya kutajwa.